Habari gani ndugu mtazamaji? Ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Aprili 10, siku ya Alhamisi asubuhi, tutaangazia habari kubwa iziopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tutaanza kuliangazia gazeti lako gazeti la Mwananchi kwenye habari kubwa ziopewa kipaumbele, linaanza na habari inayosema Kishindo, no Reform, Lisu atiwa mbaroni. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwananchi inasema Kishindo no reforms, Lisu atiwa mbaroni. Ni baada ya kuhutubia mkutano wa hadhara mjini Mbinga akieneza kampeni ya bila eh, mabadiliko hakuna uchaguzi, lakini mabomu machozi yanyefyatuliwa eh, kuwatawanya wananchi waliofurika. RPC asema atafutwe leo. Hiyo ni habari kwenye gazeti laku la Mwananchi, Kishindo no reform, Lisu atiwa mbaroni, lakini kauli ya RPC Geita, ukamataji wa raia ya koleza mjadala. E, kauli ya rapisi Geita, ukamataji wa raia ya koleza mjadala. Lakini kuna habari inayosema mambo manne ya beba bajeti ya waziri mkuu 2025. E, mambo manne ya beba bajeti ya waziri mkuu 2025. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la mwananchi kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini kuna habari inayosema matumaini bei ya umeme ya ikipitiwa upya. Eh, matumaini bei ya umeme ikipitiwa upya. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi ukurasa wa mbele. Tukiachana gazeti la Mwananchi, tuangazie gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii kwa asubuhi ya leo, linaanza na habari inayosema Chanika Kinyerezi waneemeka kwa huduma ya kisasa za benki ya NMB. Lakini maofisa habari wa serikali waonywa kujiona miungu watu. Eh, maofisa habari wa serikali waonywa eh, waonywa kujiona muungu watu lakini kuna habari kubwa kwenye gazeti la li Nipashe linakaa ukurasa wa mbele, hali yazidi kuwa mbaya. Ni nini? Lakini gazeti lako la Nipashe linaandika hali yazidi kuwa mbaya, waziri mkuu ashtushwa na takwimu za ongezeko idadi ya watumiaji dawa za kulevya, maambukizi ya VVU nayo bado tishio. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu. Lakini rais Samia ahimiza mash, mshikamano e, Afrika mashariki e, rais Samia ahimiza mshikamano barani Afrika. Lakini kuna habari inayosema polisi watumia mabomu mkutano Chadema Tundu Lissu akamatwa. E, polisi watumia mabomu mkutano Chadema Tundu Lissu e, Lissu akamatwa. Lakini tukichana gazeti lako na Nipashe, tuongeze gazeti lako la Majira lenye ninaanza na habari inayosema e, Dr. Nchemba serikali imeweka nguvu ujenzi wa miundombinu eh, hususa ni SGR. Ni Dr. Nchemba asema serikali e, imeweka nguvu ujenzi wa miundombinu hususa ni SGR lakini Lisu aligeza masharti ya kushiriki uchaguzi mkuu masharti ushiriki ucha, wa uchaguzi mkuu. Lakini mikataba, hati za makubaliano zasainiwa, ziara, za za ziara ya rais Samia Angola. Lakini kuna habari inayosema bilioni 121.5 zimejenga shule 26 za sekondari e, za mikoa. Huyo ni Kasim Majaliwa. Lakini wataka wananchi wapewe majibu ya huduma za haraka na haki. Eh, Dr. Biteko asema ataka wananchi wapewe wajibu majibu ya huduma kwa haraka na haki. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Majira ukurasa wa mbele, pata nakale yako kwa habari kwa kina. Lakini uhuru wa habari utalindwa na marekebisho ya sheria za Zanzibar. Uhuru wa habari utalindwa na marekebisho ya sheria za Zanzibar. Hiyo ni habari pia kwenye gazeti la Majira. Lakini gazeti lako la Tanzania News linaandika Dr. Biteko ataka ufanisi sekta ya nishati. Dr. Biteko ataka ufanisi sekta ya nishati, aipongeza eura kwa taarifa yenye mchango muhimu kuimarisha sekta ya nishati. Lakini vyombo vya moto vinavyotumia gesi eh, vyaongezeka kufikia elfu saba. Lakini upatikanaji wa mafuta eh, waendelea kuimarika nchini. Hiyo ni habari ukurasa wa pili ndani ya gazeti lako la Tanzania, pata nakala yako kwa habari kwa kina lakini Kujima serikali inapambana kuimaliza kuimaliza tatizo la watoto wa mitaani e, huyu ni kujima sema serikali inapambana kumaliza tatizo la watoto wa mitaani. Lakini Mwigulu aishukuru Poland kwa kuunga mkono ujenzi wa SJR e, lakini gazeti lako la Tanzania leo ukurasa wa mbele ina habari kubwa inayosema miundombinu sijara kuchochea ukuaji wa uchumi na uwekezaji eh, muhimu ni mwigulu wasema. Lakini ikapinga vitongoji zaidi ya elfu tisa eh, kusambazwa umeme mwaka 2025 2026. Lakini Dr. Samia Afrika la lazima iheshimike. Eh, Dr. Samia asema Afrika lazima iheshimike, aweka historia ya kuhutubia bunge la Angola, asisitiza mshikamano ulinzi na usalama. Yune habari ukurasa wa tatu kwenye gazeti laku la Tanzania leo ukurasa wa mbele. Lakini mgodi mkubwa wa dhahabu kuanzishwa Manyara. mgodi mkubwa wa dhahabu kuanzishwa Manyara, na mapato bandari yafikia trilioni moja kwa mwezi, mapato bandari yafikia trilioni moja kwa mwezi, mapato pato halisi la taifa la kuwa kwa asilimia 5.5. Yune habari kwenye gazeti laku la Tanzania leo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge asubuhi ya leo lina habari kubwa inayosema Dr. Mpango awapa kibarua mabalozi wapya Sweden na Msumbiji. Tundu Lissu alegeza masharti Chadema kushiriki uchaguzi. Kasimu Majaliwa achambua safari ya ndege za ATCL. Kasimu Majaliwa achambua safari za ndege za ATCL, asema kuanzia mwaka 2020 hadi sasa zimetumia zimetumika trilioni 1.449 eh, kununua ndege saba ikiwemo ya mizigo, sasa zafikia 16. Lakini achambua mafanikio ya serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan kwenye sekta mbalimbali nchini, ataja mwarobaini kumaliza foleni kwenye majiji. Lakini aliomba bunge kuidhinisha bajeti ya 2025/2026 bilioni 595.2, au aonya maambukizi ya ukimwi mapambano dhidi ya rushwa. Hiyo ni habari ukurasa wa pili kwenye gazeti la Machinga. Lakini fisi waharibu wazidi kudhibitiwa eh, Simiyu na Kongwa. Fisi waharibifu wazidi kudhibitiwa Simiyu na Kongwa, hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti la Machinga. Lakini gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa asubuhi ya leo linaanza habari kubwa inasema, vitongoji elfu tisa kusambaziwa umeme mwaka 2025/26. Huyo ni neno la Kapinga. Lakini bilioni 121.5 zikamilisha ujenzi wa shule za sekondari mikoa 26 nchini, uyasema Kasim Majaliwa. Habari endelea ukurasa wa 3 kwenye gazeti lako la Mwanahabari, pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini tukiachana sasa na kurasa za mbele, tuangazie kwenye michezo na burudani kwa asubuhi ya leo. Tunaanza kulingazia gazeti lako la Mwanahabari, gazeti bora kabisa, linaanza Azam Yanga hatumwi mtoto dukani leo. E, Azam Yanga hatumwi mtoto dukani leo lakini tumevuka e, tumevuka. Hiyo ndio habari kubwa kwenye gazeti la Mwanahabari. Inasema tumevuka, simba ya tinga nusu fainali shirikisho Afrika ya lamba mamilioni ya Samia. Lakini msofi aipa kongole Simba kutinga nusu fainali shirikisho barani Afrika. Lakini singida Black Stars akili ipo nafasi ya tatu. Hiyo ni gazeti lako la Mwanahabari, ukurasa wa nyuma wa michezo na burudani lakini gazeti lako la Wamachinga Sauti ya Wanyonge linaandika Azam Yanga mechi ya kibabe. Hey, Azam Yanga mechi ya kibabe leo Rais Samia aipongeza Simba ikitinga nusu fainali shirikisho wa barani Afrika. Lakini Kamara Kapombe mashujaa. Hey, Singida Black Stars wanaitaka nafasi ya tatu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Wamachinga. Lakini gazeti lako la Tanzania Leo kuna michezo linaandika Yanga eh, Azam ni mechi ya kufunga kamdomo. Lakini machokodo kodo wameombiwa wameumbuka sifa macho kodo wameumbuka wame e, wame simba ya tinga nusu shirikisho e, macho kodo wameumbuka wapambe aucho kukosa mechi tatu Yanga. Lakini daktari, kifo cha Maradona ni uzembe. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania leo kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kinam. Lakini kwenye gazeti lako la Tanzania kwenye michezo naandika Rais Samia aipongeza Simba kutinga nusu finali lakini Yanga Azam kazi ipo leo, na Mungu ya yamwondoa Kakolanya kambini kwa utovu wa nidhamu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako kurasa za michezo. Lakini Majira gazeti lako linaandika Simba wa mpa furaha Rais Samia kwa Mkapa awapongeza kwa ushindi wa tinga nusu fainali kwa kishindo. Lakini wapindua meza dhidi ya Almasri. Lakini kitawaka leo Azam na Yanga Sam kompleksi cha Manzi. Hiyo ni habari e, kubwa kwenye gazeti la Majira. Kitawaka leo ni Azam na Young Africans e, ilingazeti lako la Majira linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakale yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.